Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ya 19 aya 45 hadi ya 48. Yesu aliingia ikaluni, akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara, akiwambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Naye akawa akifundisha kila siku hekaluni, lakini wakuu wa makuhani na waandishi na wakuu wa watu walikuwa wakitafuta njia ya kumwangamiza wasione la kutenda, kwa kuwa watu wote walikuwa wakiandamana naye wakimsikiliza. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo ameshaingia Yerusalemu. Na alipoingia Yerusalemu moja kwa moja alikwenda katika hekalu. Mnakumbuka pia wakati wa udogo wake eh, alipokuwa amepotea wazazi wake walimkuta hekaluni. Na yeye mwenyewe hakuenda sehemu yoyote ile, alikwenda moja kwa moja hekaluni. Tunajifunza kitu. Hakupoteza muda kwanza kwenda katika nyumba za watu wengine, alienda katika nyumba ya baba yake, kwenda kwamba nimefika katika nyumba ya mwenyezi Mungu. Unapofika nyumbani kwako au unapofika katika mji wako, sehemu ya kwanza ya kwenda kuripoti ni wapi unakwenda? Hekaluni kwa Yesu wa Ekaristi, kumshukuru kwamba asante, umenifikisha salama. Eneo la kwanza la kwenda kujisalimisha ni wapi? Eneo gani ambalo unapenda kwenda kushinda huko? Hasa hekalu ilikuwa ni nyumba ya mwenyezi Mungu ambayo mfalme Sulemani alikuwa ameijenga, na katika hekalu ndipo ambapo sadaka zilikuwa zinatolewa, na katika lile hekalu walikuwepo makuhani, walikuwepo pia Walawi. Kazi ya makuhani ilikuwa ni kutolea sadaka za damu katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu, pale patakatifu patakatifu, ambapo kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu patakatifu mara moja kwa mwaka, akiwa amechukua sadaka ya damu yani dhambi za wana wa Israeli na dhambi zake mwenyewe, Mwenyezi Mungu aweze kusamehe ule uovu. Eneo hilo la e, hekalu ambalo lilikuwa lina maeneo matatu, ua wa nje, patakatifu na papatakatifu. Eneo la ua wa nje lilikuwa ni eneo ambalo makuhani walilitenga kwa ajili ya kila anayekuja kutoa sadaka katika lile hekalu. Kama umechukua fedha za kigeni ambazo si za hekalu, na fedha ya hekalu ilikuwa ni ile ambayo eh, imetolewa maalum kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na si pesa nyingine. Kwa hiyo ukifika pale, lazima unapaswa kuweza kubadilisha ile pesa alafu uweze kupata shekeli. Shekeli ndio ilikuwa pesa ambayo unapaswa kuweza kutolea sadaka, na baadaye pia ukija na mnyama ilikuwa lazima akaguliwe kama ana kilema. Huyu mnyama ilikuwa anatolewa. Sasa hawa makuani wakaweka biashara zao pale, wakawa na makondoo, wakawa na mambuzi, wakawa na njiwa, ili watu wanaokuja waje wanunue pale waweze kutolea sadaka. Kwa lugha nyingine, biashara ya pale hekaluni ya makondoo, njiwa na mbuzi na vingine vyote, hadi kubadilisha fedha, ilikuwa ni biashara ya makuani. Ni neno la kusikitisha sana kwamba inapogeuka eneo la kanisa kuweza kuwa ni eneo la biashara kwa baadhi ya viongozi wa kidini. Eneo la hekalu linakuwa eneo la biashara kwa viongozi mbalimbali wa kidini. Inasikitisha sana, tunageuza eneo la nyumba ya Mwenyezi Mungu kuweza kuwa eneo eh, kwa ajili ya sala watu wa kutana na Mwenyezi Mungu, tunageuza kuweza kuwa eneo la kufanyia biashara kwa ajili ya faida zetu binafsi. Yesu alipoingia pale alianza kuweza kusafisha hekalu, lilikuwa limejaa kwa uwezo wake alisafisha, alipindua meza, akawatoa wale wanyama na wale makondoo yote ambao walikuwa wameenda pale kwa ajili ya kutolewa sadaka, walikimbia mtaani, na watu wengine ambao walikuwa hawana nyama siku walikula nyama nyingi sana, na pamoja na wale njiwa, akamwaga zile fedha akasema, imeandikwa nyumba ya Mwenyezi Mungu si nyumba ya kufanyia biashara, bali ni nyumba kwa ajili ya sala. Tendo hili liliibua chuki kubwa sana kwa wale wakuwa makuhani na waandishi na wakuu wao, ili lilibua chuki kubwa sana, wakaanza kumtafuta Yesu ili waweze kumwangamiza na kuanzia hapo, Ukristo umekuwa ni adui kwa watawala wengi, viongozi wengi hawakumpenda Kristo, na vivile pia viongozi wengi, watawala wengi hawapendi wa Kristo, Wakristo wamekuwa ni chanzo cha kuchukiwa na tawala nyingi sana duniani. Lakini katika hali hiyo, Yesu Kristo alipendwa na watu wa hali ya chini, wale walikuwa ni wanyonge na ndio ukweli hadi leo hii, Ukristo unapendwa na watu wa hali ya chini, na ni watu wa hali ya chini tundu ambao utakuta wanaopokea Ukristo. Wale watu ambao wana vyeo vikubwa, ambao wana fedha, hawataki kabisa kuweza kusikia habari za Ukristo. Na hawa walimsikiliza Yesu. Yesu alikuwa nao, wakamsikiliza, na baadaye Yesu akawapatia neno la mwenyezi Mungu. Je, katika safari yako ya maisha, unamsikiliza Yesu? Unampokea Yesu au Yesu amekuwa adui yako? na je, katika maisha yetu ya kawaida tumegeuza hekalu la Mwenyezi Mungu kuweza kuwa ni eneo la biashara? Usije ukasahau kwamba miili yetu ni hekalu la Mwenyezi Mungu. Mara nyingine pia tunageuza miili yetu kuweza kuwa ni pango la wanyang'anyi, tunafanyia biashara. Mtu unaogeuza mwili wako kuweza kuwa sehemu ya biashara, biashara chafu. Mtu unageuza mwili wako kuweza kuwa sehemu ya, ya kufanya mambo mabaya, wizi na dhuluma zote. Usisahau Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunza hilo hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu siku moja tutatoa hesabu zetu mbele za Bwana. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.